Ili kuweza kubaini kinaga ubaga ni nini haswa tatizo. Hawa hapa ni wananchi wa kitongoji hicho wakielezea mwanzo wa tatizo hadi lilipofikia sasa. Katika eneo letu kuna mgogoro wa ardhi unaoletwa na familia ya moja korofi sana ya kina Umbwaga. Kuna bibi yetu ambaye ni mwenyeji wetu hapa, Bi Mariam Yasini Hakimu pamoja na, na, na, na wenzake ambao wali, walipewa mashamba haya na serikali Jamhuri ya Muungano kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya. Lakini cha ajabu, bado kuna familia hiyo ya kina Ubwaga wanakuja wanakuja kuwashtaki na kuwapeleka watu mahakamani. Alafu vile vile kuna trend kwamba ikitokea mtu ameshtakiwa mahakamani, kuna kuna trend ya kuja kuvamiwa. Yaani manake, mtu akishtaki mtu, kesi iko mahakamani, basi get ready muda wote ule kuja kufanya nini? Kuvamiwa. Bibi Mariamu Yasini juzi juzi katika usiku kwa mkia jana amevamiwa na nyumba yake imevunjwa. Naona? Ina maana sasa tujajua hawa watu wana kusudio gani. Alafu vile vile katika ofisi ya, ya, ya kijiji hakuna ushirikiano wowote. Ikitokea kwamba mtu anapeleka manunguniko kuhusu swala la la, la, la, la mgogoro wa ardhi hakuna ushirikiano. Diwani naye vile vile kwa upande wake anadai kwamba ili eneo ni la kina Umbwaga wakati Jamhuri ya Muungano ndio iliyotoa ili eneo kwa, kwa, kwa watu wa ili waendeleze. Sasa sijajua kwamba kauli ya diwani Bwana Nicholas Kampa na na, na, na, na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ofisi ya mkuu wa wilaya ipi ambayo ina nguvu kikatiba Natufuatilia siku hadi siku kuja kutupola maeneo yetu bila sababu yote, na wakati kesi ile ipo mahakama kuu. Na vile vile tulivyofuatilia katika kupola kwa huyu Bi Mariamu hapa, tukafuatilia tukaenda hadi kwa mkuu wa wilaya kwenda kutoa malalamiko, na mkuu wa wilaya akatoa hadi ya kuja kuja kuja kuangalia maeneo na kutusikiliza. Na mkuu wa wilaya kweli akaja, alivyokuja mkuu wa wilaya kaona maeneo yote ambayo sisi yetu tuliokabidhiwa na mkuu wa wilaya yule kuhusu mashamba poli, kayaona yote na tukamwe tukamtambulisha tuka kuhusu ile eneo ambalo waliokuwa wameachiwa wao wale akina Ubwaga kwa sababu kuna kip, kuna kipande waliachiwa wao chenye minazi, baada ile eneo shamba poli kuda kugawa wananchi, mkuu wa wilaya tukaenda kumuonesha pia ile eneo sisi tu asili, kwa sababu wanakaa wanyama majoka, wanazuru vijana wetu, watu wanakaa polaji, wana pola. Kwa hiyo mkuu wa wilaya wakilishi wake walipokuja wakaenda kuliona ile eneo, na sisi tukaomba katika ile eneo tunaomba angalau hatuna huduma muhimu kama shule kama zanati, watu wasafiri umbali mrefu kupata zanati na kufuata shule. Kwa hiyo tunaomba mheshimiwa mkuu wa wilaya, eneo ambalo wao wanashindwa kuliendeleza waliwachiwa wao, msitu huu unaouona basi tunaomba sisi tuendeleze kujenga zanati au shule. Mkuu wa wilaya akasema sawa, nitalipokea hilo na tutafanya hivyo, lakini kabla hajafikia yeye kuja mkuu wa wilaya, ndo tukio la kuvumiwa ubi kubwa limetokea juzi, kwa mkia jana watu wamevunja usiku na wakapiga kelele, waliokuwepo si majirani, tukaamka tukaja huku kwenye saa kumi usiku, tukaangalia kweli imevunjwa sehemu, lakini bahati nzuri bibi mkubwa mwenyewe alikuwa hayupo safarini. Bi Mariam ni bibi wa makamo ambaye ndiye mhanga mkubwa wa mgogoro huu, ambaye mpaka Global TV inafika eneo la tukio alikuwa ameshikiliwa na polisi, yeye na wenzake watatu, kwa kosa la kuitisha mkutano bila ya ofisi ya serikali ya kijiji kuwa na taarifa ambapo pia amenusurika kuuawa kutokana na kuvamiwa na watu wasiojulikana kisha kuvunja nyumba yake, ila kwa bahati nzuri hakuwepo nyumbani siku hiyo. Mimi nimerudi jana usiku kwa ajili ya kuitwa matukio ya kubomolewa nyumba sasa. Mimi kama si uonevu, kwa nini sasa? Mimi nataka serikali <laughs> nataka serikali kwa sababu mimi ndio iliyo ni kabidhi ile eneo kutokana na barua ya rais. Sasa kwa nini mimi wananiachilia, mimi natabishwa namna hii, kesi nne mipeke yangu na kukamatwa na polisi mimi tu, na serikali imekaa tu. Kwa nini walinipa ili eneo kintego ili mimi nitabishwa kama hivi, maskini kama mimi, uzee kama u misi, ntaangukia mapolisi kila siku hmm? kwa hiyo mimi nachoomba serikali, kwa sababu wao ndio walinikabidhi na hati ninazo. Hapa napoongea hapa, hati zangu kachukua mapande yale mabasha marefu ya kule, waje waone hapa hati zile. Hebu nikachukue hapa kuna hati, hati yangu mbili niliopewa mimi na serikali. Hapa pakiwa pori, simba natembea mchana. Nilipo hapa, nimekata miti pale pori, nikajenga nyumba ya udongo pale, na alama ipo ile pale. Naona hati zangu hapa, zipo hati tatu kuna hii hati ya serikali na kuna hati aliyoandika Bibi Lukia Bitifundi ambaye alikuwa mmiliki wa hapa. Alikwenda kushauriwa, akasema mpeni tu, palikuwa na mwembe pale na mkorosho pale, akasema mimi nataka shilingi elfu nane anilipe <coughs> kwa mali zangu hizo, mimi nikatoa nikatoa shilingi elfu nane nikakabidhi huyu Bibi Bitifundi, mwenye eneo na wakaandikia hati ya ingine. Zote zipo umu, zote zipo umu, mnasikia ninyi? Zote zipo umu. Sasa leo ikiwa mimi uh, nimepatishwa shida wee, kushitakiwa, kushitakiwa, leo inafikia hatua mpaka hebu shika, mnabomolewa nyumba. So, meona hivi haya makaratasi Mmeona hii ilitoka amri ya rais hii. Naomba serikali mimi inisimamia inifikirie jinsi ninavyotabishwa mimi mpaka leo ninafikia hatua ya kubomolewa nyumba, na hii ni kitu walicho nikabidhi wao, serikali wanisimamia mimi, ili tatizo mimi linishie, niweze kukaa kwalaha. Toka jana nimekuja hapa, mimi ni mtu wa kulia tu, kulia. Sasa mimi inakuwa kama ile eneo nimeiba. Baada ya kupata taarifa kutoka kwa wananchi kwamba afisa mtendaji wa kijiji Bi Rhoda Chale amewazuia kuzungumza na waandishi wa habari, Global TV Online tukafunga safari tena mpaka katika ofisi ya serikali ya kijiji, ili kutaka kulithibitisha hilo, lakini pia kufahamu kwa kina zaidi kuhusiana na mgogoro wa ardhi unaoendelea kijijini hapo. Tulipofika, kwa bahati mbaya, hatukufanikiwa kuonana na mwenyekiti, lakini tulimkuta huyo mtendaji anayedaiwa kuwaonya wananchi wasizungumze chochote na vyombo vya habari na kama wangekiuka, basi wangekiona cha mtemakuni. Na hivi ndivyo alivyotupokea. Mimi baada ya malumbano yaliyodumu kwa muda mfupi kati ya waandishi wa habari na afisa huyo mtendaji wa kijiji hatimaye mwafaka ukapatikana na akakubali kuzungumza. Taarifa navyozipata napata kwa mwenyekiti wa kitongoji, na mtu wa kwanza kwenda kwenda kwenye eneo la tukio ni mwenyekiti wa kitongoji, na kwenda kuhakikisha kama kweli sehemu hiyo imetokea, hilo hilo tukio limetokea na kisha tokea nikipata mimi huwa taarifa nazipeleka kata. Kwa hiyo na mimi leo nimefika pale, nimeangalia kwa nini pamebomolewa. Mgogoro wa ardhi wa pale, siwezi kusema mmiliki halali ni nani, kwa sababu ile eneo lilikuwa la, la familia ile ya Ubwaga naona ile ilikuwa la mashamba pori. kwa hiyo yale mashamba yalitolewa na watu na watu wakauza, sababu mimi mgeni lakini jinsi nilivyoelewa kwamba lile nini wale wa nini ya Ubwaga wana, wanataka eneo lao kwa watu ambao wameshanunua wa na miaka nenda rudi, kama mfano Bi Marium mnavyomwona umri wake, ina maana ilikuwa lilitelekezwa, ndio maana hata serikali ya wilaya ilikubali kushirikiana na hawa nini wananchi ili waweze kupata haki yao. Katika kuhakikisha tunaifanya kazi yetu kwa usahihi zaidi, tukaona ni vyema kumtafuta mkuu wa wilaya hiyo ya Mkuranga, ndugu Philbeto Sanga, ambaye kwa siku hiyo hakuwepo ofisini kwake, lakini alitoa ushirikiano wa dhati kwa njia ya simu. Lengo hasa la kumtafuta lilikuwa ni kutaka kufahamu kwa nini aliahirisha mkutano aliyokuwa ameupanga kufanya na wananchi wake siku hiyo lakini pia kama yeye ndiye aliyetoa maagizo kwa afisa mtendaji wake kwenda polisi na kuwakamata wananchi waliokuwa wamekusanyika wakimsubiri kwa ajili ya mkutano. Hebu muulizeni hapo sababu, hayo maagizo sio yangu. Na kuhusu mgogoro wa ardhi, je, ziara hapo? Bahati mbaya nilitakiwa mkoani, ndiyo maana nimesogeza mbele. Ninatembelea vijijini na kwenda kushughulikia hiyo migogoro hiyo na kutembelea huko huko vijijini, nashughulikia huko vijijini. Sawa. Kuna kazi kuna kazi nilimtuma OCD alifanyie kazi, maana hilo tukio la kuvamiwa limetokea jana jana, sio juzi, na limetokea baada ya kusikia kwamba mimi nakuja huko eh. Kwa hiyo sasa hivi ningekuwa nimekutana tayari na OCD, ametoka sasa hivi, ningekuwa nimekutana naye, ningeweza kuwaambieni kwamba swala hatua tunazozichukua sasa hivi ni hivi na hivi na hivi na hivi, hivi, hivi, hivi, hivi, hivi, hivi, hivi. Nipeni muda kidogo, kwa sababu sasa hivi nilikuwa Mungu, ningeanza kuwajibu na wajibu kwa kufikiria, lakini ningependa niwajibu kitu ambacho kwa kweli kimelenga kusaidia wale wananchi wako pale. Global TV Online inatoa ahadi ya kulifuatilia swala hili mpaka litakapofikia tamati. Na mpaka kufikia hapo, hatuna la ziada ni kushukuru tu mtazamaji wangu uliyeungana nami kuanzia mwanzo mpaka sasa. Tunaelekea ukingoni. Makala hii imeandaliwa na mimi Isri Muhammad,